Bilionea wenu Mwachiaya, nilimwambia, naweka ujinga pembeni, nakuja na hekima na busara, nakuja tutengeneze familia, tujenge familia, tujadili habari za ndoa za watoto wetu, tujadili habari ya, ya mama na familia. Yani ndio kitu kilichotuleta hapa, na hapa ni tija. Mimi siwezi kuja peke yangu bilionea, unajua lazima niwe na bodyguard. Niko na binti yangu hapa, Moreni Ngasala. mm -hmm, kumbe kubali, ni bodyguard najua tutaongea, ni mtangazaji mwenzangu. Unakaa pamoja na bosi, takiwa simame huko nyuma ajitambulishe. Jamani <laughs> naitwa Murini Ngasa, niko na <laughs> Sema wewe ni nani? <laughs> Jamani, eti naitwa Murini Ngasani. Mama yangu leo, kama kawaida, tuna mambo mengi ya kujadili pamoja. Sasa mama, nikataka tuzungumzie kitu kimoja. Kuna siku uligusia swala la sogea tuishi. Ee, hey, hey, siku hizi hey, tunaita sogea sogea tukae. Hey, eh, tusogezane. Hey. Eh. Sasa nikasema, "Hi, ya, ulitu ulitu ulitupa vitu vingi ambavyo vya kutusaidia na mengine. So mm -hmm. I hope tutavifanyia kazi." Sasa kuna kitu kingine ambacho mimi kikaja akati na nanilea na, na, na sikiliza, nikaja kitu kingine kwa. Hili mm, swala la binti sasa kwenda kutambulishwa kabla ya ndoa, kabla ya mahari, yani kabla ya zile taratibu. Yani ile kwa na boyfriend tu. Binti ana, anaenda kutambulishwa kwa wazazi wa mwanaume ngoja, ngoja mm. kidogo mm. hiyo boyfriend, unaweza kaisema kwa Kiswahili? Boyfriend kwa Kiswahili mm. mpenzi rafiki mm. <laughs> wa kiume rafiki mm. <laughs> eh, eh, eh. <laughs> Aya, twende, kama italeta maana mbaya rafiki kizungu, hivyo hivyo. eh, rafiki mm. wa kiume au boyfriend mm. ambaye sasa ndo anakutambulisha kabla hata vyote umeenda kwa, umepelekwa kwa mwanaume, unajulikana, mawifi, mashemeje, ni shamra shamra, au kuna yule binti ambaye anatafuta wana mndugu wa mwanaume wamjue, hii pia imekaaje? Na yani ni kwambia ijakaa imelala <laughs> <laughs> <laughs> ankiikalisha haikai <laughs> imelala <laughs> <laughs> najua wezi kuniambia wewe huwezi kuniambia kwa sababu ni mama yako e..., kwamba mpaka umri ulishakuwa na maboyfriend wangapi? Huwezi kusema, ni kweli, kwani huwezi kusema e..., kwa ni wezi wengi haya. <laughs> tuachane na hiyo kuna mtu mwingine kabla hajaolewa. <laughs> anapita nao hata saba saba. E, mabiti wa siku hizi wanaenda mpaka kumi. <laughs> piga picha eh? Just imagine, hapo na apo tunge na Kiingereza kwa sababu si boyfriend ni Kiingereza mm -mm. E, nasituipeeke huko, ushatambulishwa kwenye familia ya huyo mtu wa kwanza, anao dada zake wanne, anao kaka na wadogo zake wanne mm, ana wajoma. Baba ana mama na wajomba, kuna kafamilia ka kakundi ka kwa watu ishirini mm. Umetambulishwa, umewaita wakwe, umewaita ume shebeja umewaita wifi, umewaita hivo, baada ya mwaka shwa boyfriend huyo kapita hao watu ishirini unabaki nao rafiki unakuwa nao maadui sasi tushaisha boyfriend na kila kitu kinaisha uh -huh. twende mpaka boyfriend wote kumi. ishirini mara kumi ishirini mara kumi umejitengenezea miadui yako ya kukutosha kabisa yes. watu ambao ukiona lione a mm -hmm. si kaka alinichezea kunioa na wenyewe ti alifurahia bila kujua maskini kama walifurahia au walifunika. wow, yes. Yani hapa mabinti unaharibu kabisa yani hapo ndo unaharibu kabisa na maskini wao mabinti anafikiria akitambulishwa, mm. kwenye familia ndio kaoleo eh. Sasa inakuwa inakuwa ni kama uhakika yani kwamba okay, mm -hmm. Nimetambulishwa kwao, mimi ndo. Siku hizi sisi ulimwengu tunaita main chick, mm -hmm. Mama main chick, manake mimi ndo yanatoka kama wapo wengine <laughs> au wanaitwaga side chick uh, kwao wale hawajulikani. Ii, nikwambie na mabinti wenzio waambie, kwamba Mama Mawigi amesema ni kwenda kujichosha. <laughs> Usikubali kupelekwa kwenye familia ya huyu mtu kabla ya kufanyaje? Yeah, ya kuwa na uhakika kwanza kikawaida kwa huyu mwanaume huyu wewe ndiye kajitambulishe kwao, kwenu. Mbona wanaume wao ni wazito, hawaendi eh, hawakubali ha? Hawakubali, ila anasema nitakupeleka kwetu. Kwa nini mimi nitupelekwe kwenu? Kwa nini niwe wewe nienda kwetu kula, ambako ndo ruhusa inatoka ukajitambulisha, kwamba jamani, mkiniona huyu mjue ninamchunguza na, na matarajio ya kumwoa. Kwa nini haendi kufanya hivyo? lakini mabinti zetu nyie ni walaini, mko poko, poko, poko, poko, poko ukiguswa ni deke, deke, deke, deke, deke. na ukishapelekwa tu unaanza kumwita wifi, shemeji, tumegombana eh, Ma... wifi anajua eh, eh, au unaenda eh, kwa mama mkwe hivi hapo anakuwa anamwita mama mkwe. unaanza kumshtakia mama, mama, eh, mama, mama, mama boyfriend wako unaanza kumpelekea matatizo kana kwamba huko kwenye ndoa eh, sasi ndo mtarajiwa eh, eh, eh. mabinti mnajichosha alafu, wengine ni waongo, eh, nichakutanaga naye mongo huyo moja. Hmm. Akasema mama, unajua mi mama mamaangu alikufa, mama uwe, mi nkikuona nime nimemuona mama yangu. Na ninakuapia hata huyu mwanao tukiachana, hmm, utabachi kuwa mama yangu. Mpaka leo sijui alipopitia alivyoachana na kurudia mama yake <laughs> tena <laughs> akurudi kufuta ule uzazi wa hiari kwamba mama, kule nimeachika na wewe <laughs> nimekata uzazi wa hiari <laughs> akabaki ameniongezea namba ya mtoto na kupotea, hata salamu anipi na namba lini block <laughs> sasa, so kwamba kuna kujivuruga hapo. <laughs> Hapo ni kujivuruga kwa na msimamo, mimi twende kwenu. <laughs> kwenu <laughs> kwenu kwenu awe twende kwetu kwanza No. Ukajitambulisha ni kwenu niende, ni sikilaini tu kwanza, kama ndio taenda kuolewa. Wale watu ndaishi nao muda mrefu tu, unaaja kuliharakisha kunipeleka huko. Sasa mama, tuchukue hata nao wazazi mm. okay. kwa nini wanawapokea? Kwa sababu wapo kama unaona kijana mm. wako anakuletea wa kwanza kamwacha, mm. wa pili kamwacha, mm. wa tatu, kwa nini usizuie ili kusaidia kwa wakwe? mm. <laughs> <Ka> <laughs> wakwe group Ambe na kirena meseji moja mrembo wangu <laughs> nimekukumbuka tu, naenda kwa wote kume <laughs> <What laughs> kumbukiwa hapa kwenye vikoba yetu, nadaiwa vikoba, nadaiwa rejesho, ninalo lakini halijakamilika. Unatuma mm. unaituma kwa wote. Mama usiwaze, unatuma kwenye kagrupu kaitwa, watu wanashuka. Sasa neema hii ni anaikata ndio maana wa mama wanawapokea wakwe wengi kwa sababu wao ndio wajinga wanaopelekwa. Okay. Msimamo, siku naenda kwenu mimi niache, utanikuta tu mjini. Wasiwasi wa nini? Unajua, mm wasiwasi -hmm. Kwamba asipoenda mimi atapelekwa mwingine, ujiamini. Hata akipelekwa mwingine haikuwa nini, wacha apelekwe mm -hmm. Lakini mimi utanipeleka hupo huko kwenu kunidhalilisha. Maana wewe nikwambie, mwanangu Morini. mm -hmm. Kupelekwa ukatambulishwa kwa watu ambao huyu mtu ana msimamo, akukua anaenda kudhalilisha ni kweli anakuzalilisha na, na kukuzeesha pia mm. Kwa sababu unakuwa ni mkwe wa wakwe wengi. Leo yeye kakutambulisha, kakuwacha, umekuja umekutana tena na Festo, kaenda mm. kakutambulisha kwa Nyakyusa, kakuacha, unakutana na Mwita, anakutambulisha kwa Wakurya, anakuacha. Sasa wewe una wakwe wa Kikurya, wa Kinyakyusa, wa Kihaya, wa Kisukuma, mila zote unazijua hey. <laughs> unaolewa na Mnyaturu. <laughs> Hata wewe mwenyewe ukiangalia CV yako imevurugika kabisa. Mimi nimeshakuwa wa, na wakwe wengi, na pia hiyo hiyo hiyo mm, hiyo hata sisi wenyewe wazazi mm, tunaingizwa kwenye mitego mibaya sana na watoto wetu yeah. tunajengewa uadui ambao uh, sio wa kwetu, kwa sababu kila binadamu ana adui zake mm, eh, ambao ni kwa sababu hizo tunazisema za kijamii, za nini za madeni za imani. Yaani kuna mtu, kuna watu tu inatokea hapa tani nao, wengine alisharekebishana nao. Sasa mbali na maadui ambao mmewajenga, unao wewe wa upande wako, unaletewa na maadui wa watoto wanabeba, kwa sababu huyu kwa... mkuu aliyeletewa ukatambulishwa mtoto watu masikia, akajiongeza mwingine, akaosha vyombo, akafua, akaleta kitenge, akafua na deki, ana deki eh. Siku nyingine anakuja mwenyewe anasema, nimeona si lazima nimsubiri, mbona muma leo nije nishinde kwako mama, anakuja na shida hapo, anapika, anapika. leo kachwa kachwa ameondoka na wewe ni ex wako ana ex boyfriend, ana ex mama mkwe, ana ex shemeji ana ex mjomba ana ex wife. Lakini mama mimi ambacho nikuwa na, na my concern Yesu sema, binti tunakosea, lakini pia mzazi labda angeset boundaries za za za za, ya, za kijana wake kutoleta watu mm, mfano anajua kabisa kwamba uke huyu kijana ana moja mbili tatu kwa nini anaendelea kupokea wakati kulikuwa na room ya kumwambia hapana? Sasa inatosha usiniletee mtu kama huyo. <coughs> Moja, tamaa. Wazazi wengine tamaa. Kwa sasa mabinti nao wao wanajiongeza, kuna wengine wana vipato wako <coughs> vizuri kwenye makampuni yao, wako vizuri kwenye biashara zao, akienda china haji mtupu hey. Sasa mama watu anaona huyu japo kijana wangu namjua nikiruka nini, nini, njia mm. Huyu binti wa watu haolewi, lakini utafanyaje? Ila jingine pia uoga kwa watoto wetu kama nilivyokuambia mm. Uh, kwa sasa tumekuwa rafiki wa watoto na tumekuwa hatuna sei, hatuna kauli, tu wazazi wazazi hmm. Ukimkosoa hata kununia, ataacha kuja, ataacha hata kutupiga simu, hata meseji na hmm. Umri umeenda unamuhitaji kijana wako akutunze hmm. upate kuishi sasa, unabaki unayabeba mapungufu yake, uwezi kumwambia ukweli. Sasa mama, kwenye, pia. kwenye situation kama hiyo hmm. yani, kwenye hiyo hali unatushaulije mabinti au nini cha kufanyika, kati ya binti nini afanye, pamoja na wazazi nini wafanye, ili jamii sipitie hiyo kitu, kwa sababu sahivi tuna mabinti ambao wameumizwa kuanzia na, na boyfriend mpaka wakwe na tuna wakwe ambao wameumizwa na mabinti ambao walipelekwa na vijana wao, kwa sababu kuna binti mwingine anakuja, mama, kama huyo umesema alikuwa muongo. Ukiachana tu na uongo, kuna binti atakuja kwenye familia yako kubeba na tabia za ajabu akawachonganisha akawagombanisha mpaka siku unakuja kugundua mambo yamekuwa sio. Yani umepata mke ambaye yani mmekuja kwenye familia kuku... mlishagongana vibaya. Hey, sana. Yes. Hey. na alafu pia athari za kutambulisha hizi, pia nikwambie, huyu mm. anakuja kwenye familia yenu, anawajua anapata na siri zenu na nini, anawavuruga tena akishagundua kwamba sasa haolewi huyu. mm -mm. Kirukanjia ishaleta mwingine, anawakoroga siri za familia, kwa sababu alishakaa nanyi, alishawajua hapa. mm -hmm. Dawa ni wote, wamebeba dawa watatu. mm -hmm. Lakini wa kwanza, mhusika mkuu kabisa, ni binti binti Hivi ukishatambulishwa na mmoja alafu akaacha kukuoa kwanini uendelee kuwa hivo? Uwe na msimamo kabisa na mtu huyu, mwambie kabisa. Mm. mimi navyoniona, niliwahi kuwa na mtu, wewe sio wa kwanza. Mm. nilitambulishwa hivohivo, nikaja nikaachwa vibaya. Tumependana, unaniakisia kwamba mimi ni kweli umenipenda kindakinaki, unataka kunioa. Tuweke msimamo kwanza, ushahidi kwanza, ndo kwenu niende. Sikubali kupelekwapelekwa tu, lakini pia na vijana wetu nao Hmm. Ni, ni ni kujenga imaya mbovu eh? Ni, ni, ni, ni kuvuruga watu, navuruga wazazi wako, navuruga huyu binti na huo unatengeneza na, na maadui wengi pia nachosema. hmm. hmm. kwa sababu naye ana ndugu, naye ana ndugu, naye ana ndugu anavina eh. nandu. kuta mtu analia anasema, mimi nimeaibika, Familia yangu yote ishajua mimi ninaye huyu, utaendaje kuambia, kama naendaje kuambia hiki kitu, kila kimeharibika? mm. Sio maana umeota masononi. e. e. Sasa na wazazi sisi pia, pamoja kwamba tunapitia wakati mgumu wa kuwaogopa watoto wetu, hichi mm. kipindi ni kigumu sana, wazazi hatuna mamlaka kama wale wa zamani. mm. e. kwa hiyo na sisi wazazi tujitahidi, jitahidi kabisa, mwambie mwanangu, ikofika ya tosha, ili jambo linatosha, niletee yule ambaye utakuwa eh, tayari eh, kumwoa. Hizi mambo za kubadilisha kama unabadilisha ah, nguo full stop eh, eh. mimi kwangu sio utalii, kwamba watu wanakuja kituo cha utalii kupangalia na kuondoka, kupa na hapana, na nataka ukileta mmoja nijua kweli umeamua. Mm. Eh, potea mbali kama utaki kuja hapa kwangu, kwa, kwa sababu mkataza kuleta watu wako na usije inatosha hey, lakini hii ni kwa ajili yako hey, tukirudi sisi wote tukaa na misimamo ya hivyo hmm. ili jambo litaisha alitakuwa tena na mambo ya tumeliendekeza hey, unajua kuna vitu ambavyo hmm. ah, ah, ni, ni, ah, ah, ah, hmm. sio ugonjwa sio ugonjwa kama ni wa mlipuko umeingia nchini ni tifodi ni kipindupindu au korona au korona sio ugonjwa tunaendekeza sisi wenyewe na kukataa tunaweza na nakuvizuia na inawezekana, maanake kama sisi mabinti tungeamua kwamba uke mimi sipelekwi mpaka mm, ndoa au mpaka yeah, utakapokuwa tayari kufanya utaratibu, sasa hivi mambo ya kushindana tena kwamba wanawake ni wengi amna au? Uh, mama, mambo ya kushindana sasa hivi, mwenzangu yee kapelekwa, mi sijapelekwa, kapelekwa, kaolewa peleka kwa wake wanamjua ndo? Akimjua amsaidia nini? Wako kwanza wanaoa kwanza, ni kuuliza wako wawaoi, lakini watu wanaamini kwamba mke ana sei kwenye, kwenye ndoa. Ndoa ni maelewano ya watu wawili, kama unajua tafsiri ya ndoa mm. na ndio maana ndoa ikileta ukorofi hakuna sheha hakuna padri, hakuna mchungaji hakuna mahakama wala polisi inaweza kuisuluhisha, ni yaani, kweli kabisa Mkwe, kama nyinyi wenyewe wawili mmeshasema hiki kitu basi, rohoni unaona. Watu wanapatanishwa wanachekacheka, tuambe haya, peaneni mkono, wanapeana mkono huu, moyoni mikono wajapeana kabisa Eh? Moyoni vita. Ni vita, wakiondoka pale, wanarudi pale pale. Sasa ulivyo nipeleka kwa mama yako, wanafikia ndio na muogo, kwa... kunishtakia kwa mama yako mimi nitafanyaje? Ulipo nipeleka ustawi wa jamii, kwa hiyo eh? pale sasa pale, amesema sasa, ameisha ameisha, lakini mimi moyoni wangu hajaisha. Tunarudi pale pale. Kwa mwisho wa siku, solution sio kukutambulishwa kabla ya ah, wakati m -m solution ni kushibana, kuhakikishiana kwamba kweli tunaweka mikakati kweli ya kuoana, na ili mikakati iwepo, mwanaume apelekwe kwao na mwanamke yeye na mwanaume naye aje kwake. E hey, naye akaibike huko. Ili siku moja aki ni aki kuwacha. <laughs> <laughs> Apata aibu kutana yake, miambia, <laughs> aibu na mashemeji ya miamba mienzi ya barabarani. Mwanaume mwanao pata gani aibu akipelekwa ah, kwenye kazi. Bado aibu ni mimi binti. Hata yeye. Kama ame diwa na kubali kwenda kwa mwanamke. Ah. Kabla ya wao e. Sasa akienda Rukwa, mashemeji ya Rukwa, bamkwe pale shikamo. Siku moja hafa na pishana nao vikumbo barabarani. Eti dada yenu ni. <laughs> akuwa taipu yangu akuwa eh, wa kumuoa mpige bwana eh, kwanza kaka zangu atampiga eh, sasa ndio wajanja. <laughs> lakini sisi eh, yeah, kina mwa fulani mnaleta kelele hao, nimetambulisha kwa mama mkwe ndo kila kitu ye. Nia, mpukia, mpukia, mpukia, mpukia, mpukia mpukia. Na kutamba yeye eh, mama mkwe anavonipenda nilipo kanipokea, ambia amemwambia mwanae usipomwoa huyu basi nakupa laana. Mm. Yaani unavona pale mama mkwe kwangu apindui. Hapa hey. Nimenunua kanga nampelekea. Hey mwingine pia ajia za ujinga unajua, ni tulipofika mm. Yani mama wangu akamuuliza, Peter leo umeniletea mtu anajua umekuwa mwanangu yani inaonekana wengine wanawachezea, kumbe wewe... <laughs> Mamko msanii, hajai kupeleka kwa mtu hata, kumbe mama mko anapita kwenye script mule mule mama. Kwa hiyo mabinti zetu, kataeni ili jambo Hivi mm -hmm. Mtu wa, mtu kama anakupenda kukataa kwamba hajakupeleka kwa akuache tu kwa hiyo. Eh, hawezi. Atakuwa yuko serious. Hawezi. Nimegundua sisi ndio tuna kihere. Eh, yeah, simama amna mabinti mm. -hmm. abinti mmetenguka, mmelegea miguu. Miguu ni miepesi kwenda kwa wakwe. Wepesi wa kukimbia. Ni miepesi eh, kuita wakwe, kuita mashemeji. Alafu unakuwa ni mtu anakuita mke wangu. Unaona raha. Mnamsevu mm -hmm. kabisa my husband to be. Wapi habi ah, ni pita huyu. Siku akileta mahali na, ni namwita mchumba. Siku akioa naitwa mume, tunaanza na habi habi. Akishatoa mahali e, nachona na somet. Baada ya ndoa my inakuwa e, ime <laughs> iyo, ndo imeleta uchakavu wa ndoa ndio imeleta vilio vingi kwa familia, okay. Mabinti zetu, kuweni na misimamo tu, hichi kijiti nyie mnacho kabisa hiki. Yani mchezo ni wetu, mchezo ni wa kweli ni... tunapiga filimbi hey. au tunaweka mpira chini kabisa. Asanteni sana kwa kuwa nasi katika podcast ya Mama na Wanawe. Kama ilivyo kawaida yetu, mwisho wa podcast hii ndo mwanzo wa podcast nyingine, lakini usisahau kutuachia maoni, ushauri kwenye comment.